Staa wa R&B kutoka Marekani, Chris Brown amekamatwa na polisi leo Mei 15, 2025 kwenye hoteli moja ya nyota tano nchini Uingereza akituhumiwa kwa kosa la kumpiga producer na chupa kichwani. Polisi wamekamata Chris Brown mwenye umri wa miaka 36 katika hoteli moja Manchester, akituhumiwa kwa kosa la kujeruhi mitandao ya Daily Load, The Sun, TMZ na Daily Mail imeripoti. Inahisiwa kuwa Chris Brown amepelekwa mahabusu kwenye kituo cha polisi kwa mahojiano zaidi. Na ripoti zinasema amekamatwa muda mfupi baada ya kutua Manchester Airport akiwa na private jet. Ripoti zinadai kuwa huenda Chris Brown amekamatwa kutokana na kosa ambalo alilifanya Februari 2023 ambapo alituhumiwa kumuumiza producer Abedio kwenye night club moja jijini London.